Ni tunasikitika kwamba mchungaji wetu kiongozi amefiwa na babake mzazi. Nafikiri baadhi ya watu tayari wanafahamu, lakini kuna wale wachache ambao hawajui. Na babake mchungaji wetu kiongozi alikuwa uh, wanaishi Ngaramtoni, lakini alipoanza kuugua uh, mchungaji alimleta nyumbani kwa ajili ya kumhudumia, na ilikuwa Alhamisi Alhamisi ile usiku alizidiwa na kupelekwa Leganga na aliendelea kupatiwa matibabu na akaruhusiwa, lakini asubuhi yake Ijumaa, hali ilibadilika na kurudishwa tena hospitali, na Ijumaa hiyo hali ikazidi kuwa mbaya. Basi tukashughulikia kutafuta ambulensi ili iweze kumpeleka Mount Meru na tukapata ambulensi jioni, na basi alipofika Mount Meru kule kwenye mida ya saa tano basi Uh, baba alifariki. Kwa hiyo tuna huo msiba, mchungaji wetu kiongozi amefiwa na baba yake ambaye anafahamika kwa jina la Peter Lubuva. Kwa hiyo tuna huo msiba kama kanisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo, kwa hiyo kwa masikitiko makubwa sana ndio maana leo hatumuoni baba yetu pamoja na mama wako kule Ngaramtoni, msiba huko kule Ngaramtoni, na taratibu nyingine zinaendelea.